Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limetangaza nafasi za ajira katika kada tofauti likiwaalika Watanzania wenye sifa stahiki kutuma maombi yao. Lengo ni kuongeza nguvu kazi na kuboresha utendaji wa sekretarieti ya Bunge kwa mujibu wa tangazo lililotolewa Jumatano, Novemba 5, 2025 na Katibu wa Bunge, nafasi hizo zimeundwa kwa mujibu wa ibara ya 62 kifungu cha kwanza na ibara ya 88 kifungu cha kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ambazo zinalipa Bunge mamlaka ya kuwa na sekretarieti yake yenye ya jukumu la kuliwezesha kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Nafasi zilizotangazwa ni pamoja na Mkutubi daraja la pili nafasi mbili, fundi sanifu mifumo ya maji daraja la pili nafasi mbili, mtakwimu daraja la pili nafasi mbili, ofisa ugavi daraja la pili nafasi moja, ofisa sheria daraja la pili nafasi tatu, na ofisa habari daraja la pili nafasi tatu. Nyingine ni ofisa tehama, yaani system administrator, nafasi moja, Ofisa utafiti daraja la pili nafasi tatu, mpokezi daraja la pili nafasi nne, ofisa tehama, network administrator nafasi moja, na mwandishi taarifa rasmi za Bunge isimu ya lugha nafasi moja. Nafasi zingine ni mwandishi taarifa rasmi za Bunge uhazili nafasi mbili, mhasibu daraja la pili nafasi mbili, na ofisa usimamizi wa fedha daraja la pili nafasi moja. Dr. Daniel, Sautikuu habari.